kuhakikisha kwamba maji yanawafikia wananchi. Maneno, wacheni watu waseme maneno, nyie fanyeni kazi moja ya kujiletea maendeleo. Watoto wenu na watoto wajukuu wenu watawauliza maendeleo, hawatawauliza mlisema maneno mangapi. Uchaguzi utakapokuja isiwe nyenzo ya kuwagawa watu wa Monduli, mkagawanywa kwa misingi ya vyama, mkachukiana, mkaacha kusalimiana Akatokea mtu akawaambia hiki na hiki, akifai awaambie kama akifai yeye amefanya kitu gani. Asitokee mtu akabeba dhana ya kusema badala ya kutenda, huyu akaonekana na heshima kwa kusema. Kusema ni rahisi, kutenda ni kugumu. Tunataka viongozi watakaofanya hii kazi, na mtu aliyefanya kazi hiyo ya kutenda zaidi badala ya kusema ni dr Samia Suluhu Hassan. Wanaweza wakamsema maneno haya na haya weti kumwona anahangaika kumjibu mtu wewe anachofanya watu wa Monduli wawe na maji, watu wa Monduli wawe na barabara, na hana mchezo ikija habari ya maendeleo ya watu. Watu hawana umeme, umeme ukanda huu na katika katika, anatuambia wekeni mipango, umeme usikatike Monduli na maeneo ya Arusha. Watu wa Monduli hawana barabara, anasema wekeni mipango kuwa na barabara kwa watu wa Monduli. Na nataka niwaambieni, haya yanafanyika si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu rais wetu ni mchapakazi, angependa kuona watu tunafanya maendeleo. Niwaombe watu wa Monduli na watu wote tuliokusanyika kwenye mradi huu, tumwombee rais wetu, tuungane, tufanye kazi moja ya kuendeleza nchi yetu. Baada ya miaka kadhaa, sisi wote miaka mia moja ijayo, watakaokuwepo ni wachache, wengi tutakuwa tumekwenda kwa yule aliyetuleta duniani. Tutaacha kizazi nyuma chetu tuache kizazi ambacho kina jambo la kuonyesha.